a umma, wananchi wa mkoa wa Mwanza, kanda ya Ziwa, na Watanzania kwa ujumla, kwamba tunatarajia katika mkoa wetu wa Mwanza kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara maalum kabisa ya kikazi katika mkoa wetu kuanzia tarehe kumi na tisa. Lakini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atapokelewa uwanja wa ndege wa Mwanza tarehe kumi na tano kuanzia saa nane mchana. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza wote ni makundi mbalimbali mbali, kujitokeza uwanja wa ndege wa Mwanza kwa ajili ya kumlaki na kumpokea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa anaingia katika mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari baada ya mapokezi yake, Mheshimiwa rais ataenda moja kwa moja mkoani Simiyu ambapo atakuwa na ratiba ya kazi katika mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo kwa upande wa mkoa wa Mwanza ratiba yake rasmi itaanza tarehe kumi na tisa saa tano mchana ambapo Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya kazi ya kuzindua daraja la Kigongo Busisi almaarufu kama daraja la John Pombe Magufuli. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi kuanzia mapokezi tarehe kumi na tano lakini tarehe kumi eh, na tisa saa tano mchana tuwe tayari tumeshaketi katika viwanja vya chuo cha ufundi Kaluande pale wilaya ya Misungwi ambapo mkutano wa wananchi na mkutano mkubwa wa hadhara utafanyika mara baada ya rais kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Kwa hiyo tarehe kumi na tisa baada ya kazi hiyo mheshimiwa rais atakuwa na mapumziko hapa Mwanza, na tarehe ishirini e, mapema kabisa saa tatu asubuhi mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua mradi wa maji e, wa, wa Butimba. Mradi huu wa maji wa Butimba una thamani ya shilingi bilioni sabini na moja. E, kama ambavyo daraja la Kigongo Busisi lina thamani ya shilingi bilioni mia sita na, na kumi e. Kwa hiyo mradi wa maji utakaozinduliwa wa Butimba wenye thamani ya shilingi bilioni sabini na moja utazinduliwa kuanzia majira ya saa tatu asubuhi tarehe ishirini. Kwa hivyo wananchi wote wanaokaribiana na mradi huo wa maji wajitokeze pia kwa wingi e, kumpokea rais katika eneo la mradi wa maji Butimba tano wa Tanzania. Ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu itakamilika au itahitimishwa tarehe ishirini na moja e, ya mwezi huu wa sita ambapo kuanzia saa tatu katika viwanja vya Red Cross Ngomeni pale Kisesa ambao ni uwanja wetu wa utamaduni wa kila mwaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakwenda kuzindua tamasha la Bulabo.